Ndio, umetokea wapi na umetusikia wapi? Hapa Dar es Salaam. Mm -hmm. Okay. Karibu. una taaluma gani? Maendeleo ya jamii ngazi mm, gani? Degree. Degree? Mm. Sasa kwa nini umekuja Wadada Center? Nijiendeleze kielimu tena. Okay, na ufungue biashara. Maendeleo ya jamii umemaliza degree. Unataka kwenda kusoma nini tena? mm -hmm. kuna okay. mm -hmm. kuna shoti kazi ambazo nimeziona nikisoma nilionayo na nikapata kazi. Okay, unataka kuja kupata kazi gani? Nikipata kazi kama community development officer eh, eh sababu ndio kitu ambacho ninachosomea na ninakiweza, au kufanya kazi kwenye NGOs kwenye NGOs. Okay, ndio kitu unacho unakipenda? Eh, ndio ndio kazi mm -hmm. Yani yangu ndio ni basic huko, kazi yangu ndio ni basic huko mm -hmm. Okay, kwa hiyo uh, baada ya kumaliza degree, degree ni hatua kubwa pia ni hatua yaani, ni hatua nzuri kielimu. Mtu ukisoma ukapata digri, ni hatua nzuri. Vipi, kwa nini hujapata kazi upande huo sasa, kwenye hicho kitu ambacho umekisomea ujiongeze , sio kwamba digrii inatosha. Nana tunaoenda kwa hiyo kupata digrii tu, sio kwamba ndomalizika, hapana. Ndio maana tunajitafuta, unajiongeza zaidi na zaidi ili tokina kwenye soko la ajira ukwalifai, uweze kukwalifai. Kwani sasa hivi kwenye soko la ajira kwa karia yako, watu wanaohitajika ni watu gani? Watu wanahitajika, lakini watu wengi wanaangalia experience. Kwa hiyo ili uweze kupata hiyo eksperiensi unatakiwa ufanye nini? unaa mara nyingiak unajitolea kama ku, ni, una vitu ambavo vinakusapoti nyuma kujitolea kuwa ni rais, kama una vitu nyumbani, familia ina make sense, lakini kama ni mm. ngumu mm. ukijitolea pia inakua ngumu zaidisababu mm. uu unajitolea kwa muda mdagan mm. na kazi utapata mm. mm. okay. Kwa hiyo hiyo ndio imepelekea ukajiongeza ukaona uje kwenye hizi ajira ambazo Uh, unaweza ukapata chochote wakati unaendelea kuangalia opportunities zingine. Ndio mi mm, nakupongeza kupongeza umejiongeza vizuri, huo ndio ukweli. Dunia ya leo tulionayo, sio taaluma ulionayo, kama taaluma ulionayo watu, watu, watu wengi hawahitaji hawahitaji uh, huo ujuzi Um, au wanahitaji watu ambao wameshakuwa na uzoefu. Na wewe kama unavyosema, uko kwenye familia ambayo haina sapoti kubwa kwako. Kitendo tu cha kuweza kukusomesha mpaka ukamaliza degree ni hatua kubwa kwa familia. Kuna sisi wengine tuliishia darasa la saba na still we are grateful, hatulalamiki atu, kwamba familia haikuweza kutusomesha no. Ndio familia yetu ilipoweza kutufikisha. Kwa hiyo unaangalia pale ulipofikishwa, na wewe sasa unatakiwa uanze kwenda mbele kuanza kujiongeza. Kwa hiyo umefanya la maana kwamba unatafuta Opportunities zingine ambazo zinaweza zikakupa hatua, yeah. Wakati huo huo utaendelea, umesema una kozi nyingi ambazo unatarajia kuja kuzisoma. Hizo kozi uweze kusoma bila hela, labda of course sasa hivi tuna opportunity ya kusoma kwenye through mitandao eh, lakini pia bado kuna kozi ambazo lazima ulipe hela uende ukasome ya yeah? na hizo zote zinahitaji fedha. Sasa ili uweze kupata hela, lazima uangalie kuna kitu gani unaweza kufanya, ili uweze kupata hela, lazima uangalie kuna kitu gani unaweza kufanya ambacho not necessary wa career, lakini you can do it. Sasa mfano, kazi zetu za ndani hazihitaji karia hivyo. Sisi wanawake wa Tanzania tumeelewa tayari, tuna uwezo wa kazi za ndani, labda utakapoanza kutaka kwenda dipu, unataka kufanya kazi as a professional. Then now we are talking about career, inabidi usomee ili umaste, kitu kama ni usafi, kama ni kupika, kama ni malezi ya watoto then hapo unaanza kuzungumzia mishahara hiyo mikubwa ya laki tano na kuendelea, lakini for the time being, bora ufanye kitu ambacho nyumbani unafanya bure, lakini unaweza ukaenda nyumbani kwa mtu ukafanya akakulipa. So mi nataka nikupongeze kwa hilo, lakini nachotaka sasa nikusisitize ni kwamba um, sisi hapa tunaichukua hii very serious. Ni kitu ambacho tunakifanya kwa uaminifu mkubwa. Watu wanachohitaji ni uaminifu. Unapoenda kwenye nyumba za watu uaminifu is king um, uadilifu pia, huwe na maadili Uwe mwaminifu, uwe na maadili, tabia nzuri. Kama hujalelewa na tabia nzuri, itakukosti au utaweza kufanya hizi kazi? Hakuna mtu anayetaka mtu mwenye tabia za ajabu ajabu nyumbani kwake. Lakini jambo lingine sasa, unatakiwa ujisukume katika kufanya kazi. Uvivu, hakuna mtu anataka mtu mvivu. Kwa hiyo vyote kwa pamoja ukivichanganya, ukaweza kuwa mwaminifu, ukaongeza uadilifu na tabia nzuri, ukaongeza uchapakazi, popote kwenye kwenye karia yote unachoboa, unafanikiwa. So mi nakupongeza, karibu sana. Malengo yako ndio hayo, unataka upate hela, ujiendeleze na ufungue biashara. Labda unahitaji kiasi gani? Unahitaji kuendelea hela, lakini umekuja kwenye steji ambayo wewe hapa tunakuangalia kama smati. Dada smati, smati kwetu kuna smati wa laki mbili na laki tatu, tofauti zao ni ule uwezo uwezo wao unatofautiana yani, na smart wa laki tatu wako more um, wako sharp zaidi wanajielewa zaidi, na smart wa laki mbili ni kama entry point, nao ndio wale wanakwambia wana mtoto sijalelea vizuri <laughs> <laughs> sina uzoefu wa kulea mtoto, kwa hiyo au auazi vibaya. Wadada wale wanaokuja walevo za chini ndio wanaanza kwenye laki moja But, mtu kama wewe unaweza kuanzia kwenye laki mbili laki tatu, kadiri unavyoendelea kukaa hapa kituoni, unajua ndio tunaangalia. Sisi hapa, ukai atuko hapa kwa ajili ya kuuziana sura eh. Mm. Unapokaa hapa ujue ndio tunafuatilia mienendo yako, tunajaribu kusoma uh, karakta yako eh, uwezo wako wa kujiongeza, namna unavyoishi na watu, tabia zako yote ndio tunayaangalia, tunayangalia na ndio hayo sisi tunayatumia kukupangia kazi huwa tupangii kazi mtu kwa sababu tu kamaliza form 4 au kamaliza chuo anaongea Kiingereza. No, kuna vitu hivyo ni basic, lakini uh, character yako na attitude zako hizo ndio ki ndio tunazozitumia sana sana kuweza kuplace kazi sehemu. Na wengine tunashindwa hata kuwapa kazi. Kuna wengine hapa hapa tunaongea nao, hizi kazi utaweza? Kwa hiyo tunawarudisha labda waende wakajifikirie, wanarudi tena. Yeah. Kwa hiyo ndo hivyo Maria, mi nakukaribisha ah, labda kama una ushauri kwa wadada wenzio ambao umemaliza shule chuo. mwaka jana tu hujakataa ukakaa nyumbani miaka mitano. Kuna wenzio wako nyumbani miaka mitano bado wanasubiri ajira na wamesomea wame kama wewe ulivyosoma career tofauti tofauti wai wewe hujapoteza muda sana nyumbani hmm, kwa sababu za yeah, kukosti eh? Mm. We ni mjanja, mi nakwambia, huo ndo ukweli. Wasichana wajanja wanajiongeza mapema, kuendelea kujenga karia zao, kwa sababu unavyokuja kwenye hizi kazi, ni uzoefu, unaendelea kutengeneza CV, na wala usione aibu kumwambia mtu, nimefanya kazi za domestic, nimefanya kazi za ndani, that is experience ambayo mm, ni hela That is money kwa sababu hapa tunaajiri watu kwa uzoefu wa kazi ndani, kwa hata utakapoajiriwa, sio popote pale, pengine hii ni part ya CV yako, kufanya kazi kwa mtu ulipwe hela tofauti na kufanya kazi mbali kwenu. Kwa hiyo ni part ya CV, kama hivyo umesema, watu wanataka uzoefu ili wa kuajiri, hii ni part ya uzoefu, kwa sababu kule kuna watoto, utaenda kulea watoto, utakutana na watu wenye tabia tofauti tofauti, that is uh skills ya management ya watu mambo ya hata human resource huko ni skills unapata, jinsi ya kumingo na watu. Kwa hiyo ni skill pia kwenda kufanya kazi za nyumbani ni skill. Sasa watu wengi hicho kitu hawakijui au wanakipuuzia, wana wewe umeamua kujiongeza ku, e, e, mapema. Big up sana naenda kachape kazi. Haya, karibu sana.